Hii tunaita wazimu. Mara nyingi sana tukienda kwa uh, hospitali kwa wakati mzuri, tunaweza kupata tiba na mtu akaishi, ma akaishi maisha yake ya kawaida. Mara nyingi sana ni kwa vile tuna, tunasema huyu amerogwa oh, sija na nini, na wao wenyewe wanaanza kuamini kwamba wamerogwa ama kitu kama hicho. Sasa wanasita kwenda kutafuta dawa za Zaku, kuweza kutibiwa. Niseme hivi, mtu akiwa katika ugonjwa wa akili hata wazimu, ambao wajua tunaita wazimu, uko na aina mbalimbali mbali. Wazimu kwa aina nyingi sana, na kila mtu nafua aende kwa daktari, daktari tunayemwita psychiatrist aweze kumwambia aina yake ya wazimu na tiba yake ni aina gani, ili tuokoe watu wetu wanaweza kuishi maisha ya kawaida. Hawa ambao wako katika ugonjwa wa aina hiyo wako katika hatari kubwa sana ya kujitoa uhai. We say they are at a higher risk of committing suicide or dying by suicide than wale ambao um, wako hali ya kawaida mara kwa mara. Niseme pia yule mtu ambaye anafikia kiwango cha kujitoa uhai, kwa wakati ule anapojitoa uhai huwa akili yake si nzima that huwa wakati anapoenda kujitoa uhai huwa akili yake si nzima. Kwa kawaida akili ya mwanadamu, hata ya wanyama, huwa inajiepusha na kifo. Hata sasa hivi ile nimekaa hapa, kanyoka kakiruka hapa, mi nitakimbia, hata wewe usitakimbia hmm, hata kama nikanyoka kadogo, sababu unafikiri katakuua, hata kama hawezi kukuua mpaka ndo ufikirie kwanza. Kwa hivyo kwa akili ya binadamu ya kawaida ama mnyama yote, kawaida anajaribu kuepuka kifo. Mtu ambaye atajisongeza kwa kifo mwenyewe, akili yake si timamu, si nzima wakati ule. Kwa hivyo, huwa wamefikia kiwango cha kwamba akili yake si nzima. Depression, huu msongo wa mawazo uko na viwango mbalimbali. Kuna hii kawaida, kuna hii moderate, kuna severe, na kuna ingine tunaita chronic chronic kwamba unakuwa na msongo wa mawazo kwa muda mrefu, mpaka kufanya kazi kwako kwa katika maisha yako kunakuwa compromise. Yani kunakuwa kume, kumedunisha kumedunishwa mpaka hakuwezi uwezi kufanya kazi vizuri, uwezi kufanya shughuli zako mwenye, hata ujipendi, unakuwa na chuki, unakuwa na nini. Sasa ina, inakuwa ni chronic. Lakini kuna ile tunaita acute. Acute ni kwamba sasa hivi tunaongea hapa alafu unaona moyo umeenda chini mpaka unajiona huna maana, usipopata mtu wa kupatia kuku, moyo, wakati ule unajitoa uhai, na hiyo huwa inakuja sana kwa watu ambao wako na hiyo chronic ambayo imechukua muda mrefu, mpaka wanaanza kufikia kwangu kwamba hawajioni kwamba wana maana. Niseme pia wale ambao wanaweza kujitoa uhai pia wanaweza kukutoa wewe uhai. Mtu yeyote ambaye anaweza kujiua yeye anaweza kukuua wewe kama maisha yake hana maana, yako ndio yako na maana? Na tumeona visa vingi sana, mtu anaenda, uh, anaua watu wake wa familia alafu anajiua yeye mwenyewe. Wakati ule anapowaua huwa wakati uh, akili yake si nzima wakati ule, na anapata urahisi wa kujiua. Tumesema pia hapa kwamba, uh, uh, ile idadi tumepewa ni ya wanaume adav aka bado ndio aapande lakini, wataalamu wanasema hivi, wanawake hujaribu kujiua, yani wale ambao wanajaribu kujiua ni wengi kuliko wanaume, lakini wanawake huwa mara nyingi wanajaribu kujiua ili wapate mtu wa kuwasikiza

wanawake wengi wanajaribu sana kujiua kama njia ya kutaka msaada, na wanapata msaada na wanaeleza wakipata mwenzake anamweleza zile shida ambazo anapitia. Kwa kueleza huwa tunapata tiba kidogo, presha inapungua. Kwa hivyo wanawake, katika kujitibu, katika hii hatari ya kujitoa uhai wako mbele kuliko wanaume wengi wanajaribu wana, wana kujitoa uhai ama wanajaribu mbinu mbalimbali lakini zao huwa zikonyonge ili wasi wasiweze kufariki kwa kweli. Hapa si eti wanataka kufa. Wanataka tu watu wajue kwamba wako na shida na wanapata. Lakini wanaume mara nyingi sana, mwanaume ana plan hiyo suicide, kujitoa uhai kwa muda mrefu sana na apendi mtu ajue. Hapendi mtu ajue hata kama akichukua hiyo kamba, vile tunasema, anaificha. Hata hiyo sumu anaificha, ana plan tu, ana plan polepole. Wanaume huwa hawapendi kuokolewa katika hali ya kujaribu kujinyonga, kwa anapenda wakijaribu wafaulu. Ndio maana hivyo visa tulivyo navyo ni vya wanaume kuliko vya wanawake, lakini ukiuliza subchief na wazee wa mtaa wanawake waliojaribu wana wa ni wengi sana katika hicho kijiji.